Na mtazamaji, wakati huohuo, viongozi wa upinzani na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wamemtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat na OCS wa kituo cha polisi cha Central Samson Talam kukamatwa pamoja kama washukiwa wakuu katika mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Viongozi hao wanasema kwamba sharti Lagat ajiuzulu na kukamatwa kujibu tuhuma za kutoa amri ya kukamatwa kwa Albert Ojwang, na kama anavyoarifu Melita Ole Tenges ni kwamba viongozi hao wamezua maswali mengi na kutaka ripoti yaliyoandikisha Lagat kumhusu Ojwang iwekwe wazi ili kusaidia kwenye uchunguzi. Viongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa na Justin Muturi, pamoja na wanasiasa wengine walielezea ghadhabu zao kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang. Viongozi hao wakimtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kufunguliwa mashtaka kwa tuhuma za kuamrisha kukamatwa kwa Ojwang. We are calling not just for for the resignation but for the arrest and arraignment in court of the deputy inspector general of police Eliud Lagat within 24 hours from the issuance of this statement. Wakiikashifu serikali kwa kuficha matukio mengi yaliyojiri tangu Albert kusafirishwa kutoka Homa Bay hadi kituo cha polisi cha Central. Pia wamedai kwamba ni sharti uchunguzi ubainishe ni kwa nini kamera za CCTV zilizimwa. Aidha, wanadai kwamba iwapo Lagat aliwasilisha kesi dhidi ya Albert, taarifa iliyoandikishwa isomwe hadharani, huku wakisisitiza kwamba ni sharti maafisa wa ngazi ya chini katika kituo cha polisi cha Central wapewe ulinzi wa kutosha, kwani wanajua ukweli na huenda maisha yao yamo hatarini. Mashirika tofauti ya kupigania haki vilevile yamesisitiza kwamba ni sharti Lagat ajiuzulu huku wakikashifu namna ambavyo uchunguzi unaendeshwa.

and demand justice for Ojwang and demand that Lagat is arrested. He has no business reporting to work every morning when all of this is happening. Melita, Ole Tenges, Runinga Citizen. <coughs>